Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asad llahu waayamana waayamakum bidhikira wiladati Sayyida Zahra salamullahi aleiha, katika masiku haya, masiku matakatifu na matukufu ya kuzaliwa kwa binti pekee wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa aali Fatima. Sasa kama baraka ya masiku haya tunaweza uh, kujibu ishkali kupitia kuwafahamu Ahlulbeit alayhimu salam. Ahlulbeit ni akina nani? Tuanzie hapa, Ahlulbeit ni akina nani? Swali la msingi hasa, Ahlulbeit. Twende katika Qurani, aya inasema, kwa sababu imetaja yenyewe lafudhi Ahlulbeit innama yuridu llahu an yudhiba ankum rijsa ahlalbeiti wayutahirakum tathiran. Wazi kabisa, mwenyezi Mungu hata kilolote isipokuwa alitaka kuwatakasa hawa alio waita ahlulbeiti as. Ahlulbeiti ni wapi? Kwa mustalah wa Qurani lazima urudi katika asbabu nuzul. Unapo rudi katika asbabu nuzul, ni kwamba ahlulbeiti wametajwa ni nani? Ni watano, ambaye ni Muhammad, Ali, Fatima, Hasan alafu na Hussein. Watu watano hawa wakaitwa tu, wakasema kwamba ni Ahlul Bait. tukaita kwamba ni ni ahlul bayt. Sasa ishikali inakuja, sisi tunasema ahlul bayt nabi, watu wa nyumbani kwa mtume, watu wa nyumba ya Mtume, tafu tunasema watano. Inakuwaje watano wakati mtume yupo? Ndio swali la msingi Wanakuwaje ahlul bayti ni watano? Mshia yeyote ukimuuliza ahlul bayti ni wangapi, atakwambia ahlul bayti ni watano. Inakuwaje, wanakuwaje watano wakati mtume yupo pale ndani? Kwenye hilo neno ahlul bayti mtume yupo, wanakuwaje sasa watano? Inabidi wawe wanne then uplasi moja ambao hawa wanne ndio wete ahlul bait, ahlul bait. Huyu moja ambaye ni Muhammad ukisha plasi unapata wangapi? Unapata tano. Hawa tano siwe. Inabidi kimantiki, inabidi hawa, siwe ni ahlul bait. Inabidi ahlul bait wawe ni wanne kwa sababu ni Ahlu Baiti Nabi ni watu wa nyumbani kwa mtume. Nona, kwa sababu haiwezekani yumo katika taarifu, ni vigumu. Kwa hiyo anaye waarifu wale wanne ni mtume, ndio tunasema Ahlu Baiti Nabi ko nabii ni katika taarifu ya Ahlu Baiti, unamwekaje yeye? hiyo ni shikali kwa, ingebidi wawe wanne uplasi mmoja mtume ndio upate watano. Hao watano wasitwe ahlul bayt, yakipo mtume kwa ahlul bayt wawe ni wanne. Hiyo ndio ishikari, lakini Qur'ani ikasema ahlul bayt ni kamtaja mtume. Tuende sasa kujibu swali, swali linajibu na swali halijibiwi, kwa nini? Alijibiwi na marungu ndo maana ni maanza na hiyo aya hapo juu, kamathali habatin anbatat sab'a sanabila habba. Katika riwayati habba tusawi Fatima ni Fatima sasa asaba sanabil ni maimamu saba ambao ni sawasawa na kumi na nne masumini saba, tunasema bihadfi mutakarir, bihadfi mutakarir, ukiondoa zile mutakarir. Kwa hiyo tutaanza kwa mfano Muhammed, sio? Tunaanza Mtume Muhammed, Ali bado Fatima, bado Hassan, bado Hussein. Hapa tayari tuna wangapi? Wanne, ambao hakuna jina lao jirudia. Twende kwa nani? Ali Zaini la Abidin, tayari limejirudia kwa sababu tuna Ali babu yake e, tuna Ali babu yake, tuna Ali Zaini la Abidin, tuna Muhammad al-Baqir, tayari Muhammad Shah jirudia. Bado tuna watano sasa ambao ni ghairu mutakarri, ambao hajajirudia Muhammad al-Baqir, Jafar al-Sadiq. Tunapata la sita. Jafar al-Sadiq. Musa al-Kadhim tunapata ya saba. Tunapata la saba. Musa al-Kadhim. Ali al-Ridha. Muhammad al-Jawad. Ali al-Hadi. Al-Hasan al-Askari. Hasan al-Kashaji al-Rudia na vile vile. Al-Imam al-Mahdi. Al-Mahdi. Ile al-Imam al-Mahdi ambaye Muhammad al-Mahdi ko yote hamajirudia ko tunapata. Eh, saba majina ambayo sio mutakarir, sio mutakarir, tunapata saba, tunapata saba. Sasa, katika haya saba, katika haya saba kuna Fatima. Ha, hapa ndio tayari ushapata jibu la kule, inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum rijis ahla albayt tahirakum tatheera, anapata jibu kule kwamba katika hii aya ni mfumo ule ule kama wa Ahlulbeit alaihim wasalam. Kwa sababu gani? Tizama sasa, kamathali habatin ni kama haba ambayo anbatati kunona inbat ya sab'a sanabil ni musnadun ilalhaba wakati iyo haba yupo katika sabu sanabil, si siumenielewa. Fatima ndeimesema amefanya inbati, amefanya inbati, anbatat sabu sanabil, na twende iltifati kwamba hapa E, aliyefanya imbati hapa e, taban masala tauhidi pamoja yako pale pale, lakini aliyefanya aliyefanya imbati hapa ni Fatima. Fatima anbatat sida. Fatima ndiye ameanbat hawa wengine hawa wote, anbatat saba asana vile, lakini kwenye hawa saba yeye yumo. Unaona? Vile vile. Kwa hiyo mfumo ule ule wa inna innama yuridu Allahu an yudhiba ankum rijs ahla albayt wa yutahhirakum tatheera, ndo mfumo huu huu kamathali habatin anbatat sab'a sanabil. Vile vile. Kwa sababu gani? Ha, wote ni kitu hiki kimoja, watu wote hawa ni kitu kimoja hawezi kuwatofautisha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.